Wale ambao wanani wananiambia maneno maneno, mimi nimewauliza, si ndio? Watueleze. Mimi nimepanga tujenge nyumba elfu mia moja hamsini kila mwaka, wao wamepanga nyumba ngapi? Wamechanga nyumba ngapi? Mimi nimesema ya kwamba tunazalisha kilimo, tunapunguza gharama ya mbolea saa hizi. Kahawa imepanda, chai tumepata pesa zaidi, mahindi tumepata nyingi zaidi, miwa tumeche, e, tumezalisha nyingi zaidi. Mpango yao ni gani? Wako na mpango? Hawa jamaa wako na mpango? Kazi yao kazi yao ni kuongelelea Ruto. Wakiulizwa wapi ajira ya vijana, Ruto. Wapi mambo ya elimu, Ruto. Hawana tukiondoa jina Ruto hawa watu watakuwa kigugumizi, kwa sababu hawatajua nini watasema. Mimi nawauliza aya. <coughs> <coughs> So mimi nawauliza jameni, watu wa Nairobi, sawa sawa. Mimi nawaomba kwa heshima, naomba vijana wetu wa Kenya mimi nawaomba vijana, tunataka elimu yenu na nguvu yenu na uwezo wenu itumike katika kujenga taifa letu la Kenya, tuwapange na ajira, tuwapange na mipango ya kujenga taifa letu la Kenya, ndio tuweze kujenga Kenya. Tusiharibu taifa letu, kwa sababu hatuna taifa lingine la kuhamia kama hii itaharibika. Tumekubaliana jameni? Na mimi nasema hivi Maneno ya uchaguzi itakuja na iende, Kenya itabaki. Ni kweli ama si kweli? Na wenye kuamua mambo ya uchaguzi, si ni nyinyi ama kuna mwingine ataamua? Si nyinyi ndio mtaamua kwa debe? Sasa hawa wangwana, kila mtu ajipange, tukutane kwa debe. Wewe ueleze wa Kenya utawafanyia nini, mimi nitajieleza, mwingine atajieleza, wa Kenya wataamua. Ni kweli ama si kweli? Wale wanasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Hebu nione wale wanasema tuendelee. Na hiyo kazi basi.